Mimi kwa majina naitwa Josephine Peter Mosha. Ndio. Na nini hasa kinotokea hapa katika angba? Kilichotokea hapa ni uvamizi, mi naweza kuita uvamizi kwa sababu uh, hatukupewa taarifa yoyote kwamba kuna kitu kama hichi kinatokea, kinakuja kufanyika hapa, na ndio hivyo sasa, uh, kiufupi nitaweka kiufupi sana. Sisi tulinunua hii nyumba mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, na mwanzo wake ilikuwa ni kama tu kawaida mtu unavyoona nyumba inata, inatangazwa kwamba inauzwa. Tukaipenda nyumba, tukafata taratibu za kwenda kukagua mmiliki wa nyumba kwamba zile dokumenti zinaendana na anayetuuzia. Na baada ya hapo tukaenda kwa mwanasheria, alikuwa na dokumenti gani, alikuwa na yeye mikataba yake ya mauzi, ya, manunuzi ya kiwanja, alafu alikuwa na invoice e, ya, ile zile dokumenti za jiji ambazo haikuwa hati, lakini baadaye sisi baada ya kununua tulienda tukatafuta tukapata mpaka hati e, ndio e. kwa hiyo tulikufata hizo sheria nani, I mean tulivyoenda kwa mwanasheria pale, tukafanya utaratibu wote, na kati ya vitu ambavyo pia tulikuwa concerned navyo ni kuhusu familia. Je, huyu mtu ana familia kweli? Na tukamuuliza pale mbele ya mwanasheria, mwanasheria akamuuliza kwamba uh, una familia, una mke au uh, una watoto, na kama una familia uh, ingetakiwa mke wako awepo hapa kwa ajili ya kusaini hizi documents. Akasema hana familia. Alisema hana familia, ana mwanamke amezaa naye, na ikabidi asainishwe ile affidavit eh, uh, yes, ile fomu ya kiapo ndiyo. Baada ya hapo tukafanya nani biashara, tukauziana, tukaanza tumeanza kuishi hapa hiyo hiyo mwaka 2023 mpaka sasa hivi mwaka elfu mbili na ishirini na tano, ambapo sasa hii changamoto imeanza kufanya nini kutupata na imetupata kwa namna gani? Kama uh, wiki mbili zimepita, walikuja watu hapa wakaleta wamesema summons kwamba tunatakiwa tutoke within 14 days. sasa tukajiuliza, je, kuna shida gani? Tulipompigia muhusika leo tuuzia, akasema kwamba hakuna changamoto yoyote, yeye na huyo mwanamke aloza naye walisha malizana, kwa hiyo kabisa twende sasa o nini kwenye mahakama ya wilaya, kwa sababu ndio ilipotoka hiyo nani, mahakama ya mwanzo. Amini, tulipoenda pale wakatuambia, nyinyi hamuhusiki kwenye ili shauri la divorce. Kwa hiyo kama hamuhusiki kwenye shauri la divorce, na nye ndo tayari mmenunua hiyo nyumba na mnaishi ndani na tayari mnaumiliki, itabidi mkafungue shtaka lenu kwenye mahakama ya ardhi, ili wale watoe zuio lanyie la kutoka kwenye hiyo nyumba kweli. Tukafata huo utaratibu, tukaenda kule kwenye nani mahakama ya ardhi ya, ya wilaya tukapewa ile zuio, tukawapelekea kamp, hiyo kampuni ya option mats sijui wanaitwa e, hawa madalali wa mahakama tukaipeleka, lakini kabla hata hizo siku hazijafika wa wamekuja mekuja ndo kama hivyo. Sisi tulikuwa tuko kazini, mbona kuna watu wanatoa vitu nje, ndo tumekuta hali kama hivi. Baada ya kufika hapa, baada tulipofika tu hapa tumeona sasa hatuwezi kugombana sababu walikuwa na silaha yani ya, wa? na, na kuenda... walikuja watu na mitutu hapa walikuja watu na mitutu, wametushikia mitutu. Kwa kweli, hata mimi mwenyewe kama binafsi nililia, nikasema hata kama ingekuwa mtu amekosea na makosa, unyama huu sio mnini, sio mzuri. Kila jambo linakuwa liende kwa utaratibu ulio nini, ulio sahihi, unaona. Labda nataka nifahamu, wewe kwa historia ya hapa kwenye nyumba hii unajua, unafahamu nini? Nani uliweza kumuona awali mmiliki? mimi, mimi niliyekuepo nimemuona ni na aliyekuepo amekuja anasimamia mpaka wanajenga hapa ni anaitwa yule nile ni askari anaitwa Alwaswai, ndio ile mmoja namuona hapa, ndio ile simamia kujenga na watu walikuwa wakifanya umumu kazi watu, maana wakati huo mimi nilikuepo kama mjumbe wa serikali ya mtaa. Kwa hiyo Alwaswai, wakati naendelea na ujenzi, ukuwahi kumuona amekuja na watoto? Ukuwahi kumuona anamke wala kuishi kuhi hapa Yani kwa kweli mimi tu mke wake, kwa binafsi yangu siwezi kusema uongo, mimi sijawahi kumwona. Kwa utaratibu unavyofahamu kwa ujumbe wako yeah. Mtu wanapokuja kufanya zoezi kama hili anatakiwa kuja na nani, na nani kwenye k ku... yani utaratibu unakuwaje wanapokuja yeah. kwa sababu hii ilikuwa ni mara ya kwanza mm. Sijawahi shuhudia tukio kama la jana mm. Tukio la jana lile mimi sijawahi, tangu mimi na miaka sitini na tano lakini sijawahi shuhudia jana ndio nilishuhudia mm. Sasa kipindi wanaanza toa vile vyombo mm. Niliwaambia sasa, huyu ana eneo lake ambayo ni hili hapa mm. Kwa nini hivi vyombo msiweke msiweke kwenye eneo lake, kama mnamfukuza kwenye hili? Na kwa hiyo kwa hiyo wewe bado ufahamu taratibu za za, yani ufahamu kwamba mtu anapokuja kufanya zoezi kama hili inakuwaje? ni In kweli sijafahamu mm. Walichonionyesha walichonionyesha ni walicho, ile barua iliyotoka mahakamani polisi waliopita polisi pale wakapewa nani, ya kuja kumtoa huyu kwa nguvu. Wewe ujumbe wako umeanza una muda gani sasa? Na miaka kumi na sita una miaka kumi na sita na, uh, nataka unipe historia hii nyumba awali ilikuwa ni ya nani? Nani nani anaimiliki hapa hii nyumba? Hii nyumba mimi naifahamu, nilikuwa namfahamu Aswai uh, ni mwenye nyumba, lakini mwanamke kwanza simfahamu na sikuwa sifahamu kama Aswai ana mwanamke